Lesoni ya robo hii na mafundisho mazuri sana sana tena sana e, mafundisho ya imani kutoka kwa Yoshua mtangulizi mm -hmm. Kitabu cha Yosua kinaashiria mabadiliko kutoka kwa uongozi wa Musa hadi ule wa Yosua, naanza na livi ya wana wa Israeli kuingia katika nchi ya handi na kuishia na wao kukaa katika nchi hiyo. E, mambo yaliyo katika lesoni ni mafundisho yalio katika lesoni mbili kwa ajili ya mafanikio. Kuna kusangazwa kwa neema makumbusha neema pambano lililo linalosababisha mapambano yote, Mungu anatupigania, ambaye aliye ndani kiwa kiwango cha juu kabisa, ibanda kwenye eneo la vita, watu wandagi uu wahimani, Yosua na Kalebu, waridi wahandi, wafungwa wa matumaini, Yosua wa kweli, kuishi katika ile nchi.

sangan anaa fungu la kukariri ni Ibrania 11:31. Kwa imani rahabu ile kaaba hakuangamia pamoja na hao waliwasi kwa kuwa waliwakaribisha wale wapelelezi kwa imani. Tutaendelea kujifunza zaidi alio mambo yalioa mtu awasaaiikilia kwamba ana handi ya Mungu. Mbarikiwa sana na mwendelee kusoma lesoni, nifundiza mazuri sana.